Yes, halo, mambo vipi bana? Niko na habari ya na mauaji ambayo ameweza kutokea kutokea huko nchini Mexico na moja kati ya watu ambao wa pia ni waandaa maudhui, tunaweza tukasema masuala mazima ya TikTok, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mtengeneza maudhui maarufu wa mitandao ya kijamii kutokea huko nchini Mexico ameweza kuuawa kikatili zaidi, wakati wa matangazo ya moja kwa moja, muda mfupi mara baada ya mwanaume aliyejifanya kuwa anampelekea mzigo kufika kwenye saluni yake akiwa kwenye pikipiki then kisha kumshambulia kwa risasi. E, polisi ndio ameweza kutoa taarifa hizo na kuweza kusema kwamba e, dada huyu alikuwa pia amekaa saluni kwake, then kuna mshikaji akaja na pikipiki e, akidai kuwa kwamba anakuja kumletea mzigo, na mara baada ya kuweza kufika pale akaweza kumshambulia kwa kuweza kumpiga risasi. Hasa dada huyu amefahamika kwa jina la Valeria Marquez mwenye umri wa miaka 23, Asa, na sasa alivyoweza kupigwa risasi na kuuawa ndani ya saluni ya ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Blossom The Beauty Lounge e, huko e, E, Jalisco, Mexico. Bana siku ya Jumanne ndiko ambako eh, tukio hili liliweza kutokea sasa. Kuto, eh, nyota huyo pia wa mitandao ya kijamii ambaye pia anajulikana kwa mwonekano wake eh, wa kuweza kuvutia wafuasi eh, karibu milioni mia mbili kwenye TikTok na Instagram aliweza kupigwa risasi kifuani na kichwani katika tukio hilo eh, la kuweza kutisha lakini pia la kuweza kusikitisha. So, binti huyu alikuwa eh, live kwenye mtandao wake wa TikTok, then mara ghafla mshikaji akaingia pale na kudai kuwa kwamba amekuja kumletea mzigo. Sasa wakati maongeza kati, kati yanaendelea akaweza kushambuliwa kwa risasi ambapo risasi hizo aliweza kupigwa maeneo ya, ya kifuani pamoja na, na kichwani na kuweza kupoteza maisha. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Matukio yanaweza kuendelea lakini pia ujangili umekuwa ni mkubwa zaidi, sio katika nchi tu za mbele, hata hapa hapa Tanzania pia kumekuwa kuna matukio ya kutisha kama haya. Drop comment yako utakuwa umetisha kinomanoma.